Raundi moja tu ya kumtibu mgonjwa wa, wa anayepata matibabu ya, ya dialysis ni zaidi ya shilingi laki mbili. Sasa unavyofanya mazoezi hayo, ni magonjwa sio kuambukiza. Ukifanya mazoezi ukiwa na utimamu, unaweza ukagundua kwamba kiasi gani cha fedha Uh, leo ni siku ya afya bonanza kwa maana ya uh, vikundi mbalimbali vya michezo ambavyo vilikuwa vinashiriki kwenye michezo kwa maana ya kujenga afya zao, kujikinga na magonjwa yasiyokuambukiza. Sasa na mimi kama mtu wa sekta ya afya ambaye nasimamia huduma za afya za mkoa nimeshiriki nao. Kwa hiyo kuna chama cha waandishi wa habari wa mkoa wa Arusha, lakini kuna vikundi mbalimbali vya jogging na michezo mbalimbali. Kwa hiyo tumeshiriki nao kwa maana ya kuhamasishana, ili kuweza kulinda afya zetu, kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, presha, kisukari, na kuweka akili zetu pia sawa, kwamba magonjwa ya, ya, ya akili pia kukaa sawa. Na tunashukuru serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kiukweli imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya. Kuna vifaa vya kutosha, kuna miundombinu ya kutosha, lakini kuna watumishi wanaendelea kuajiriwa. Hiyo ha, haitoshi hata kama miundombinu imewekwa, vifaa vipo, lakini sisi kama wananchi tuna wajibu ya kujikinga afya zetu kwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo, kwa kutumia ofisi ya michezo ya Arusha jiji, ili swala mekubaliana liwe endelevu, mara kwa mara, uunganishe vikundi vyote Vya, vya michezo ili kuweza kuhamasika kwenye michezo kulinda afya zao. Michezo inapunguza gharama za matibabu uh, kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, raundi moja tu ya kumtibu mgonjwa wa anayepata matibabu ya, ya dialysis ni zaidi ya shilingi laki mbili. Kuna mtu mwingine mara mbili kwa wiki, mtu mwingine mara tatu kwa wiki moja. Sasa unaweza uka, ukaona kwamba uchumi hata wa kijamii uchumi wa nyumbani unaweza ukawa unapungua kwa mtu mmoja tu kwenye familia kuugua ugonjwa. Lakini hiyo sijasema magonjwa ya moyo matibabu yake, sijasema magonjwa ya sukari matibabu yake. Kwao kwa kufanya mazoezi, tutapunguza sana gharama za matibabu kwa wananchi wetu, hasa kwa magonjwa yasiyo kuambukiza, lakini pia na kuimarisha kipato na uchumi. Lakini pia huu mwezi ni mwezi muhimu sana kwetu. Aa, ni mwezi wa uchaguzi tarehe 29 Oktoba 2025, tunaenda kufanya uchaguzi nchi nzima kuchagua viongozi wetu. Shime makundi yote, wananchi walika mbalimbali, mjitokeze tarehe 29 kwa ajili ya kushiriki uchaguzi na kudumisha amani na utulivu kwenye mchakato mzima kuelekea uchaguzi. Jumamosi ya leo tarehe 18 ni nimehamasika kujiunga katika mazoezi jijini Arusha. Tunavyojua mazoezi ni afya, tunafanya mazoezi kwa ajili ya afya. Pamoja na serikali ya awamu ya sita kuwekeza katika sekta mbalimbali za afya, lakini pia inatakiwa tujitume kufanya mazoezi ili kuepukana na magonjwa mbalimbali ambayo anaweza kujitokeza. Kwa upande wangu, mi navyoona hamna sababu ambayo inaweza kumfanya mtu asifanye mazoezi, kama tunavyojua mazoezi ni afya, na jinsi unavyofanya mazoezi unaimarisha mwili kwa hiyo unaweza ukajikuta unaepukana na magonjwa ambayo yanaweza kutokana na uzembe, mwili unadumaa, mwili una hivyo, unajikuta umekaa tu uvivu. Lakini kujishirikisha katika mazoezi, akili ya yako kwanza inapanuka, mwisho wa siku unajikuta unakuwa imara na unaweza ukafanya mambo yako hivyo vizuri. Pia vijana, wakubwa, wazee, watoto, tufanye mazoezi. Pamoja na yote nawakaribisheni, nawahamasisha tarehe 29 mwezi huu tujitokeze kwa wingi, tukatiki tukatiki na kutiki. Tena kipekee nipongeze sana zoezi hili. Tumeanza mazoezi asubuhi saa kumi na mbili, yalikuwa ni mazoezi ya aerobic kwa maana ya viungo, kutembea, kukimbia, lakini pia tumefanya mazoezi ya kulainisha viungo kwenye uwanja huu. Ah, kimsingi kila mmoja amefurahi na ameenjoy, lakini pia nitumie nafasi hii pia kutoa wito mkubwa sana Uh, kwa watu wote vijana wote wa rika zote kushiriki mazoezi, maana mazoezi ni afya, lakini pia tujipongeze pia serikali kwa sababu imewekeza nguvu kubwa uh, kwenye sekta ya afya, lakini pamoja na kuwekeza nguvu kubwa kwenye sekta ya afya, si sababu ya sisi kuto kufanya mazoezi. Tufanye mazoezi kwa sababu ni, ni tiba mojawapo kubwa sana lakini niwakumbushe ni, ni, ni pia uh, wananchi wote kwamba tunaelekea siku ya uchaguzi ambayo itakuwa tarehe 29 ya mwezi huu wa kumi, kujitokeza kushiriki uchaguzi, maana ni haki yetu kimsingi, tukachague viongozi kwa ajili ya maendeleo yetu, kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya jimbo na ngazi ya kitaifa. Chagua kiongozi anayekufaa kwa maslahi mapana ya maendeleo yako. Kwa mimi nisiwe na mengi sana, niwaombe sana watu kushiriki mazoezi kila inapobidi, kwa nyakati zitakazopangwa na mamlaka zinazohusika na masuala haya. Asanteni. Kwanza ningependa kumshukuru mheshimiwa daktari mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika kuboresha sekta ya afya kwa kutupatia vifaa, kwa kuongeza hospitali, kwa kuongeza waajiri wa kutosha, kuendeleza utaratibu mzuri wa kutoa huduma mahospitalini kwa ajili ya kuokoa uhai wa wananchi wa Tanzania. Lakini pia licha ya kuwa na mahospitali na kuboreshwa kwa sekta ya afya, ningependa kuwaasa na kutoa wito kwa vijana wote kama mimi tujitokeze kufanya mazoezi. Licha ya kwamba kuna matibabu, lakini mazoezi yana mchango mkubwa katika mwili automatically. Lakini pia mazoezi haya yanazuia, yanatusaidia kuzuia kupata magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kama kupata presha, kama kupata shinikizo la damu, uzito uliokithiri kwa hiyo wito mkubwa huu ni kwa ajili ya vijana tujitokeze kwa ajili ya mazoezi, tuwe na afya kwa ajili ya kizazi cha uhakika na kikakamavu kijacho. Lakini tarehe ishirini na tisa tuna jambo letu, kwa hiyo ningependa kuwaasa pia vijana wote tujitokeze kwa ajili ya kuchagua viongozi bora ambao watasimamia misingi ya nchi na kuisimamisha katika nafasi yake stahiki.